Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya kumi na moja kuanzia aya ya tano hadi ile ya kumi na tatu. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake; na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Nami nawaambia ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa, kwa kuwa kila aombaye hupokea naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Na akimuomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua, ya, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa the vyema. Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wa mwombao. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na kati ya sheria na taratibu kubwa zilizokuwepo katika dini ya Kiyahudi. Kwa Myahudi yeyote yule aliyekuwa anajua kusimama katika dini yake, alikuwa lazima aweze kuwa ni Myahudi anayejua kufanya maombi, na maombi yao mbele za Mwenyezi Mungu yalikuwa yamegawanyika: asubuhi, mchana na jioni. Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu alipokuja hapa duniani hakubwetika kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, yani anaweza, ana uwezo kupata vyote na kuweza kuamuru kuamrisha mambo yote yakatokea. Hakubweteka, aliingia katika utaratibu ule ule wa dini yake, na yeye akazidi sana katika swala zima la maombi. Muda mwingi alijua kutenga muda wake, usiku wote alikuwa anakesha mlimani kuweza kuongea akifanya maombi kwa Baba yake. Ndio maana katika Injili ya Luka sura ya kwanza mpaka ya nne wanafunzi wake walimwendea wakasema, Bwana, tunakuomba utufundishe kusali, kwa sababu walimwona Yesu Kristo alivyokuwa akisali, na baadaye nguvu ya kile alichokuwa anakiomba kilimpelekea kesho yake asubuhi, wagonjwa wengi wakapona, dhoruba zikatulizwa, watu wafu wakafufuliwa, akatenda miujiza mingi kwa sababu ya maombi. Anaendelea sasa katika shule yake kwa hawa wafuasi wake akiwaambia kwamba mkidumu vyema katika suala zima la maombi, mungu atajibu, kwa sababu yeye ni baba yetu mwema. Na hajasema kwamba waanze kuombewa, anasema wadumu katika suala zima la maombi, hadi anatolea mfano wa huyu ambaye ameenda kwa rafiki yake kuomba mkate, ambao mkate unasimama katika mahitaji ya lazima kwa ajili ya rafiki yake, si kwa ajili yake, kwa ajili ya rafiki yake. Anabisha mlango, rafiki yake huyu amelala ndani ya nyumba, na utaratibu wao kuweza kulala ilikuwa ni kwamba wote wanalala katika eneo moja, na vilevile vile pia hadi mifugo ilikuwa inalala mo ndani. Kwa hiyo huyu baba atoke kule, ili aje afungue mlango, ilibidi aivuruge familia yote, wanyama wakae pembeni, ndo aje mfungulie mlango, ampatie mkate Anasema huyu bwana kwa sababu amedumu katika suala so lazima la maombi, akibisha huyu bwana ataondoka kule ndani atakuja kuja kumpatia kile alichokuwa atakitaji. Yesu anatufundisha kitu gani katika e, hili jambo? Anatufundisha kwamba katika habari za maombi, zaidi ya kumwendea Mwenyezi Mungu katika mambo ya lazima, lazima katika maombi uweze kuwa na moyo wa uvumilivu, si kwamba Mwenyezi Mungu hakusikii bali Mwenyezi Mungu anataka kuweza kuona je, una shauku ya kile unachokihitaji. Wataalamu wa mambo ya kiroho wanasema kwamba jitahidi usali mpaka jambo zuri litokee, omba mpaka jambo zuri litokee. Katika kuweza kuomba mpaka jambo zuri litokee, Yesu Kristo anakataa kabisa tabia ya kuweza kuombewa. Leo tuna kundi kubwa sana la watu ambao wanatumia muda mwingi kwenda kufanyiwa maombi kuombewa, badala ya yeye kuweza kuomba, asimame, asimame. Na katika habari za kuomba, kila mmoja ambaye umeumbwa kwa sura na mfano Mwenyezi Mungu, Mungu atakujibu hata kama una dhambi za namna gani. Ukiangalia asilimia kubwa ya watu waliopata mahitaji yao kutoka kwa Yesu walikuwa ni wale ambao walikuwa ni wadhambi, lakini walipoenda kuomba kwa ujasiri mpaka Yesu akashangaa akasema katika Israeli sijawahi kuona imani kama hii. Anasema Yesu, ombeni nanyi mtapewa, kwa sababu yeye aliomba akapewa. Anasema tafuteni nanyi mtaona, giza limekuja katika safari ya maisha yako, tafuta tafuta. Baadaye anasema bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa sababu kama sisi katika maisha yetu ya kibinadamu tunaweza tukatoa vitu vizuri kwa watoto wetu, Mwenyezi Mungu hawezi kutupatia yale ambayo tunayoyahitaji. Usisubiri kuombewa, omba. Mwenyezi Mungu yuko tayari kuweza kujibu maombi yako kwa sababu wewe una thamani zaidi mbele zake, na sali, fanya maombi mpaka jambo zuri litokee, okay. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.